Ni ya msichana mm -hmm. Ambapo mara nyingi uhitaji kwa vitu vile mwenye anataka mm -hmm. akasimamiwa na somo wake akaambiwa. mm -hmm. Hivi majuzi ndio walikuja wenye kuoza wakasema mm -hmm. ya kwamba mtoto wa kike akipewa yale mahari mm -hmm. bado hayamsaidii kwa sababu vile vyombo, wengi huitisha fanicha mm -hmm. wengine wakaitisha dhahabu mm -hmm. Dhahabu ni zako zile, utakwenda nazo lakini hizi fanicha mm -hmm. Mtazitumia na ule ule mwenye kuleta zile pesa. Kwa hivyo wakaikaje, ikawa ukiitisha mahari ni ya msichana, na ndio kawaida, ni ya msichana. Hayo hayana kurudisha. Yaani wewe umemtunza kama kumtunuku, mtoto wa kike alilewa vizuri, ana tabia nzuri, ana heshima, ana nini, unampa yale mahari. Sasa ye mwenyewe ndiye atafanyia vile ataka, manake kwenye fungu la mali ile italetewa wazazi, hayupo ni wazazi pale tu, wenyewe watatenga vitu vile atarembeshwa navyo, nguo ile atanunuliwa no. Basi hakuna kitu kingine atafaidika, manake na ile mali ikija pale, ni ya wazazi walilea, wakasomesha, wakamfunza tabia nzuri waka mkuza okay. Haya, kuna hiyu letwa ile ya kufunga jiko watu usema mm. Jiko ikija ile nansi mm -hmm. huwa ni ya shangazi wakae pale na mama, mambo mengi yale ya kuongea no, ya bibi harusi mm -hmm. kuna pia mpaka kuna ingine naambua akifunga nyumba mm -hmm. ambapo we mume ukija mm -hmm. wale ndugu zake mm -hmm. unaona hawako katika lile fungo la mali wa, wanamzuia mme kuingia kwenda wow. Kumpa mkono mke wake. Basi pale pia wa utolewa pesa mm -hmm. Sasa ukija useme mahari irudishwe mm -hmm. Inarudishwa kivipi? Huu mtoto ah. wa kike alilelewa na wazazi mm -hmm. Akalishwa mm -hmm. Akafundishwa ndio wewe mpaka akawa na tabia nzuri, ukapita, ukamwona, ukamtamani mm -hmm. Uje umuoe. Hiyo mahari yarudishwa, yaenda wapi? Ni na itatumika kuhu, siku ya harusi utumika, maana kama niweli e, itakombolewa ita na kama ni kula, ni watu watakula biriani, mm -hmm. Wakudenda, tunajua sisi waafrika si kama watu wengine mm -hmm. si wengi wanajua kuna tuzo mm -hmm. majirani na ni wachache sana mm -hmm. wa kuleta vitu harusini mm -hmm. ni wachache, na hizo ufanywa na watu wa reserve no. Manake wao wana zile mila awajatoa mm -hmm. Lakini hapa kisasa kimjini mm -hmm. wewe ukisikia ni harusi watu wajua waenda wale biriani wale nini, wacheze taarabu, wajifurahishe watoke wende.